Mtazamaji, wa Clouds TV, hapa nipo katika ukumbi wa kisasa wa Baraza la Madiwani la Halmashauri ya Wilaya ya Siha. Mtazamo wa huku ndani ni kama hivi. Hii ni ishara kwamba ni ukomo wa nafasi ya udiwani ambayo imetimilizwa hii leo hapa katika wilaya ya Siha. Katika baraza hili na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Siha Daktari Haji Mnasi, yeye ndiye katibu wa baraza hili. Nipata nafasi ya kuzungumza naye kwa kina, namna ambavyo baraza hili limefikia tamati. Daktari, hongera sana kwanza kwa kuhitimisha baraza la takriban miaka mitano ya, ya uongozi hapa. Shukrani, shukrani, shukrani. Ni, nimepata nafasi ya kushiriki katika baraza hili la mwisho eh, katika halmashauri hii ya wilaya Siha ambayo wewe eh, ni mtendaji wake mkuu eh, kwanza ungetupitisha yapi hasa ambayo yamejadiliwa hapa ambapo watazamaji wetu watatamani kusikia? Eh, ni kushukuru kwanza kwa kupata hii nafasi ya kuzungumza nawe baada ya uhitimisho wa baraza hili, ukomo wa waheshimiwa madiwani kuelekea eh, katika mge nyingine ambako sasa ukomo wao wa madaraka uh, diwani tayari umeweza kuhitimishwa leo, eh, mimi nikiwa katibu wao. Kwa hiyo sasa almashauri itakuwa inaendeshwa eh, kufuatia notisi ya mheshimiwa uh, Mchengerwa uh, waziri ofisi ya rais uh, TAMISEMI, notisi ambayo ametoa juzi akimaani kumaanisha kwamba eh, kabla au tarehe 20 basi tutakuwa ndio ukomo wa uongozi wao. Hii leo tumeweza kuhitimisha hapa tukijadili hoja mbalimbali, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni pongeza ambazo tumeweza kuzipata kwa maana upatikanaji wa hati safi mfululizo katika wilaya yetu ya Siha, lakini ukusanyaji wa mapato ambao umeboreka. Wakati tunaingia hapa Siha ilikuwa inakusanya bilioni moja nukta mbili, lakini sasa hadi leo hii tunakusanya zaidi ya bilioni tatu. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa ambayo tumeweza kufanikiwa kwa ushirikiano mkubwa ambao wataalamu wangu, management yangu tumekuwa tukishirikiana kuhakikisha kwamba tunakusanya mafedha kama ambavyo najua, mapato ndio agenda yetu namba moja. Ukomo ndio umefika hii leo kwa baraza hili la halmashauri ya wilaya Siha. Je, hii inatoa nafasi kwa maana ya hawa madiwani kwenda kurejea kwa wananchi kuomba ridhaa kwa awamu nyingine mengine kwa maana ya uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika hapo mwezi Oktoba. E, daktari Mnasi umepita katika halmashauri nyingi na sasa hivi uko wilaya ya Siha. Je, umewaza kutoka katika nafasi katika eneo hili kuangalia nafasi nyingine mbele zaidi? Eh, ni swala la mtego swala la mtego uchokozi e, lakini ki mimi naendelea kumshukuru mheshimiwa rais mm. kwa kuendelea kuniamini nafasi hii ya uh, Uh, ukurugenzi utendaji na kama ulivyosema, nimepitia nyadhifa mbalimbali za ukuu wa idara, ukurugenzi katika baadhi ya maeneo mengine mm-hmm. Lakini kwa sasa sisi tunaendelea kupambana mm-hmm. kuhakikisha kwamba Siha inasonga mbele. Mwenye maamuzi mengine huko mbele mm-hmm. eh, ni mheshimiwa rais ambaye ameniamini kunileta kunileta hapa mm-hmm. Hujafikiria labda kufikiria kwamba kwenda kuwatumikia wananchi wa eneo nayotoka? Uh, sisi kama binadamu, binadamu yoyote Eh, anapenda kuweza kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm. Yuko mtu mmoja anaitwa mwanasaikolojia, mmoja anaitwa Abraham Maslow mm. Kwamba ukipata kidogo unataka upate kingine kikubwa, ukipata mm. kile kikubwa unataka upate kingine zaidi mm. Kwa hiyo inshaallah lolote likitokea huko mbeleni maamuzi yanaweza kufanyika. Nikushukuru sana kwa nafasi yako, asante sana jamani. Haya ndiyo yale ya Daktari Haji Mnasi, mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Siha, tunapiga naye story mbili tatu hapa akizungumzia mustakabali wa baraza mara baada baraza hili utaratibu wa baraza kufikia tamati. Kutoka hapa katika ukumbi wa mikutano wa Baraza la Halmashauri ya Wilaya ya Siha, mimi ni Dixon Busagaga na hii ni Clouds TV.